Hekaya fupi ya Mzee Jumbe Tambaza, mmiliki wa karibu ardhi yote ya Dar es Salaam mjini. Mzee Jumbe Mohamed Tambaza, mtoto wa Mzee Mwinyi Tambaza, alikuwa mmiliki wa sehemu kubwa ya ardhi katika eneo karibu lote la Mzizima ambalo sasa linajulikana kama Dar es Salaam. Ukoo wa Tambaza ulikuwa ukimiliki maeneo kama Upanga, kuanzia daraja la Selander kuelekea Palm Beach Hotel hadi Ikulu ya Magogoni, kutoka Aga Khan Hospital, Ocean Road Hospital kivukoni Front hadi mnara wa Saa pale mtaa huru. Katika miaka 1860 Mzee Jumbe Tambaza aliuza sehemu al ya ardhi yake kuanzia Magogoni hadi Salenda kwa Sultan Majidi wa Zanzibar ambaye alitumia eneo hilo kujenga chuo kikuu cha Kiislamu cha Dar es Salaam ambacho sasa ni Ikulu ya Tanzania na hosteli zake ambazo sasa ni hospitali ya saratani ya Ocean Road. Sehemu nyingine ya ardhi yake ilikuwa kuanzia barabara ya Bibi Titi hadi Kisutu na Kariakoo. Wakati huo Kariakoo ilikuwa inaitwa Tindwa na ilikuwa na wakazi wapatao mia sita. Mzee Jumbe Tambaza pia alihusika katika harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika pamoja na wanaharakati wengine kama Mzee John Rupia, Sheikh Suleiman Takadir na familia ya Kleist Sykes. Kwa heshima ya mchango wake, shule sekondari ya Tambaza imepewa jina lake. Shule hii ipo Upanga, eneo ambalo lilikuwa sehemu ya ardhi ya ukoo wa Tambaza. Mzee Jumbe Muhammad Tambaza ambaye alizaliwa Januari 1891 na kufariki dunia Julai 21 mwaka 1978 anabaki kuwa sehemu muhimu ya historia ya Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, kutokana na mchango wake katika maendeleo ya mji na harakati za uhuru. Hata hivyo, Wajerumani walipoanzisha Deutsch Ostafrika German East Africa mwishoni mwa miaka 1880 na kujikita katika kuimarisha mji wa Dar es Salaam kama kitovu cha utawala wao walipora sehemu kubwa ya ardhi ya Tambaza, Magogoni na Mzizima kwa sababu ya kuwa eneo lake la kimkakati kwao. Rekodi nyingi za kihistoria zinaonyesha kuwa baadhi ya ardhi ilinunuliwa kutoka kwa wenyeji, lakini mara nyingi bei iliyolipwa ilikuwa duni mno au chini ya thamani halisi. Kwa mfano ardhi inaweza kuwa inanunuliwa kwa vitu kama vile nguo, silaha au vipande vya fedha, ambavyo si sawa na thamani ya ardhi kwa viwango vya leo. Vilevile vile, wenyeji walikataa kuuza, Wajerumani walitumia nguvu za kijeshi au mbinu za kiutawala ili kuwanyang'anya ardhi. Hili lilijumuisha kuwahamisha wenyeji kwa lazima, ili kupisha miundombinu kama ikulu ya Magogoni au bandari ya Dar es Salaam. Makinikia imefungua faili la uchunguzi kujua ukweli na hali halisi ya swala la ardhi ya Mzizima. Mimi ni Bakari Majeshi, ripota wako wa Makinikia ya Habari.